Kwa damu yako thamani, kwa damu yako thamani. He baba nitakase, he baba nilehemu, he baba nisafishe, he baba nitakase, he baba nisafishe. Sasa Bwana, hata watumishi wako, hata waimbaji, hata wazee wa kanisa, hata watenda kazi, hata kila mmoja mmoja haliyo mahali hapa, ninaomba Bwana, humtakase, humlehemu, humsafishe kwa damu yako ya yes samani. He Baba, he Baba, he Baba, he Baba, he Baba, he Baba, ninasimama mbele zako Bwana, mbele zako Baba, mbele hey zako Baba. Ninakushukuru, ninajua ya kwamba umenitakasa umenirehemu umenishafisha. Ninakuinua Bwana, ninakuinua Bwana. Ninakuinua Bwana. Ninakuinua Bwana. Asante Baba. Asante Baba. Asante Baba. Asante Baba. Asante Baba. Kwa utakaso. Kwa rehema zako. Kwa nguvu zako. Kwa uwepo wako. Kwa Roho Mtakatifu. Eh Baba. Eh Baba. Eh Baba. Eh Baba. Eh Baba. Eh Baba. Eh Baba. Eh Eh Eh Eh Eh Eh Ninakuinua. Ninakusifu, ninakutukuza kwa ajili ya matendo yaliyo makubwa, yaliyo ya ajabu. Pokea sifa na heshima na azama, maana nivya kwako. E hey baba, nimekuja mbele zako, ninaomba kibali ninaposimama katika maombi ya leo. Ninaomba baba, hata madirisha ya mbinguni yatafunguke ili maombi yangu yatafike mbele zako. Hey, Baba. E si hey, Baba, sikiliza maombi yangu niyaombayo mahali hapa, niyaombayo mahali hapa. Baba, ninasimama kinyume na mipango ya Shetani, ninasimama kinyume na mipango ya magonjwa ninasimama kinyume na mipango ya nguvu ya giza, ya kila uganga, ya kila mikataba, ya kila matambiko, ya kila nguvu za kuzimu, ya kila roho za ajali, ninavunja, ninavunja vunja, nina vunja, ninavunja, ninavunja, ninavunja, ninavunja, ninavunja, ninavunja, ninavunja kila ngome zao, kila maovu yao kila mapatilizi kila mapatilizi yaliyo kinyume yaliyo kinyume na mapenzi yako katika maisha yangu nina ninavunja nina vunja ninasimama nina vunja nina, nina, nina, nina simama kinyume na ndoto mbaya ndoto za machini ndoto za mapepo ndoto za kuzimu. Baba, teketeza kila mateso, kila magonjwa, kila vita, kila mikosi ndoto za machini, ndoto za mapepo, kila nguvu za kisa, kila mipango ya kuzimu. Babateketeza, babateketeza, babateketeza, babateketeza. Baba teketeza kila mafatilizi, kila uovu, kila uganga, kila chumolete, kila ajali. Baba teketeza

Bama teketeza Bama teketeza Bama teketeza Bama teketeza sema ninalipua kila mateso sema nalipua kila mateso kila magonjwa kila ajali kila nguvu za giza kila uganga kila uadui kila vita kila mikosi kila mizaha kila dhihaka e hey, baba, sema nalipua sema nalipua sema nalipua sema nalipua sema nalipua sema nalipua, kila matambiko, kila maagano, maagano ya kuzimu, maagano ya uchawi, maagano ya uganga, maagano yote, sema nalipua sema nalipoa sema nalipoa. Sasa tunakwenda kuingia katika maombi. wakati kama na majira kama haya, nikuombe tunapoingia kwenye maombi, ninaomba utembee tembee. ukiomba tunakwenda kuliombea kanisa letu, tunakwenda kuombea watumishi wetu, tunakwenda kuombea viongozi wa kanisa, tunakwenda kuombea nchi yetu, tunakwenda kuombea kila Mtanzania atafanikiwe, atawa na amani ata na haki njema, tunakwenda kuomba. Asante Mungu Baba, asante Mungu Bwana. Endelee kuomba, wala usikae kae, endelee kuomba endelee, endele kumwinua Bwana, maana Mungu amesema ya kwamba ombeni nanye nitapewa, amesema ya kwamba tafuteni nanyi nitaona, amesema ya kwamba bisha nanyi nitafunguliwa. Anasema ya kwamba usiache kuomba Endele kuomba, endele kuomba, endele kuomba, endele kuliombea ku kanisa, endele kuombea wazee wa kanisa, endele kuombea tumishi wa Mungu, endele kuombea waimbaji, endele kuombea watendakazi wote hata wabinti na vijana, endele kuombea hata familia s endelee kuiombea nchi yetu ya Tanzania, endele kuombea hata viongozi wa Tanzania, endele kuombea hata wafanyabiashara na wakulima na wafugaji, endele kuombea sante mungu baba sante mungu mwana mungu lo mtakatifu na muumbaji wa mbingu na nchi baba sante mungu wa neema yako sante baba kwa uweza wako na kwa utetezi wako na kwa ukombozi wako ee baba mfalme ninakushukuru baba kwa mapenzi yako baba yaliyo makubwa na mapenzi yako baba yaliyo ya ajabu. wewe ni bwana mabwana wewe ni mungu wa miungu wewe ni mfalme wa wafalme, mungu mwenye nguvu hakuna baba jambo likushindalo yote baba nayaweza ee baba mfalme amani baba nimekuja mbele zako wakati kama Baba na majina yako Baba tetea kanisa letu baba la ufunuo bwana baba litetee baba liongoze nishine, baba lishindie onekana baba kwa rehema zako onekana baba kwa ukombozi wako kwa utetezi baba onekana wewe ni bwana mabwana mungu mwenye nguvu mungu mwenye uweza baba endelee kugusa baba kanisa lako baba litetee watetee bwana watumishi wako baba endelee kutetea hata waimbaji wazee wa kanisa wanazoni wote baba Ponyam, Baba wakumatie washikilie Bwana asingukata moja. Umesema ya kwamba mkono waku Baba sio mfupi Bwana, hata usiweze kuokoa Bwana mama tetea kanisa leku Baba mama litetee kanisa letu Baba litetee Bwana ponye Bwana watetee Bwana hata waimbaji hata wachungaji Baba mtetee, hata mtumishi wetu Baba tetea familia yake Baba tetea familia Bwana za watumishi wako e Baba tetea Bwana hata kazi zao, maisha yao, uchumi wao Baba tetea hatima zao na maono yao Baba tetea Baba Baba tetea hata walimu wa kwaya Baba tetea stapezi Bwana Baba tetea hata, hata milakotemuosepo Baba tetea hata wapiga vilanda, baba tetea. Mungu atetea, Mungu atetea, baba tetea. O baba, wewe ni Mwokozi, wewe ni mfalme, wewe ni mtetezi. Baba tetea hata baba masaudinjinia baba tetea, naendelea kuponya aarea yako Baba, kwa uweza wako gusa kanisa lako Baba, endele kuligusa kuliponya, endelee kulikomboa, tetea e Baba, baba chesha kila uliotoka baba jemsta baba ulipo mebabsa Endelee kuomba wala usichoke, wala usilale, tembea tembea, endelee kuomba, maana Mungu anakusikia katika mlima huu, anakusikia. Yeye ni wa uweza, yeye ni mtetezi, yeye ni Mungu wetu, yeye ni mtamazi wetu. Endelee kuomba, endelee kuomba katika mombi, Mungu anasikia, Mungu anajibu, Mungu anaponya. Endelee kuomba, endelee kuomba. Nchi yetu Baba ya Tanzania, mamba itete mamba iponye mamba, tunaomba amani yako Baba ikaguse Bwana, nchi yetu Baba ya Tanzania, endelee kuitetea endelee kuiponya endelee kuikomboa Baba, tetea, tunaomba Baba amani, amani yako Baba ipitayo Bwana, amani zote Bwana ikaiguse Baba nchi yetu, taifa letu Baba, liponye taifa letu Baba ya Tanzania, mamba tetea viongozi wote mamba, tetea yatima wote Baba tetea, wajane wote e Baba mfalme Baba tetea hata familia Baba na watu wako Baba umesema, ya kwamba akiapo mtu mmoja katika taifa mwenye kuiacha njia yake mbaya akaja mbele zako akaomba, Bwana umesema ya kwamba utamsikia na kuponya Bwana taifa lake familia yake nchi yake kanisa lake e Baba e Baba. Tetea nchi yetu Baba, endelee kuiponya oh, endelee kuikomboa, endelee kupigania. Wewe ni Bwana wa Bwana, Mungu mwenye nguvu Baba. Tetea nchi yetu Baba, endelee kuiponya Baba, endelee kuigusa Baba. Asante Baba, Baba, endelee kugusa Baba. Baba, taifa letu Baba. Baba Baba, Baba. Oh, Baba. Oh, falme Baba, Baba, Baba, Baba, sikia Bwana, maombi yetu y Baba, katika mlima baba oh, baba baba sikia maombi yetu baba, asante baba baba tetea nchi yetu baba tetea taifa letu baba watetea baba, baba, hata mabinti na vijana wafanya biashara, mawakili wote, mawaziri wote, wabunge wote, madiwani wote, majaji wote, mahakimu wote, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa. O oh, Yesu baba, ndele kugusa baba, ndele kuponya baba, ndele kuokoa. Wewe ni Mungu wa rehema baba, baba Yehova baba, asante baba, baba ponya nchi yetu Baba ponya taifa letu, Oh Jehova, baba ponya nchi yetu baba. Uliwaponya watu wa Israeli baba, tunaomba na sisi baba, watumishi wako, endelea kutuponya baba. Tukasimame vyema baba. Oh my God, oh, baba tunaomba neema yako, baba

Mungu wetu Baba, kuza taifa letu Baba, liponye Baba, liokoe Baba, ni li Mungu wa rehema. Hakuna jambo lililoshindwa Baba. Sante baba, Sante baba, Sante baba. Baba, nabaki kushukuru tu, Kwa maana Mungu ninachua yote tuliyoomba mahali hapa umekuwa na kutenda. Endelee kumshukuru Mungu kwa maombi liyeomba, endelee kumshukuru Mungu kwa maombi liyeomba. E Baba, tunakushukuru, tunaamini ya kwamba hata yote tuliyoomba umekuwa na kusikia, umekuwa na kufanya, umekuwa na kugusa. Pokea sifa na heshima, utukufu na nguvu. Wewe ni Baba wa mababa, hakuna jambo vavalikushundalo. Endelea kupokea sifa, tunakuinua Bwana, tunakushukuru Baba, tunaaminia kwamba umechebo na baba, umetenda. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai, na makozi wetu na kanisa la Mungu tuseme amen. Uketi na Mungu akubariki. Kama unaamini ya kwamba yale yote uliyeomba mahali hapa Mungu amejibu, unaweza ukampungia Bwana mkono wako namna hii, kimwambia Mungu najo yote niliyeomba. Mimi ni kama Yebes halivyo, si mama akaomba kwa habari ya kubadilishwa jina Ninajua yapo mambo ambayo Mungu yananisibu kwenye moyo wangu, yananiumiza, nilikuwa nakosa amani, nilikuwa nakosa kuendelea kwa sababu ya maneno ya watu, kwa sababu ya fikra za watu, kwa sababu ya akili ya watu, lakini Mungu, ninajua katika ibada leo nachobwana umecibu na ba umefuta ule uchungu wote na magumu yote katika maisha yangu. Ninabaki omba lakini pia ni mshukuru Mungu kwa ajili yako. Nasema Mungu wa mamlaka aendelea kukubariki, lakini pia ni wakati mwingine tena tunapokwenda kutoa matoleo yetu, niwakaribishe star plus. Karibuni na Mungu wa mamlaka awabariki. Panda sadaka yako. Tamka neno juu ya sadaka yako na Mungu atafanya hata nawe. Pia unatutizama kwenye YouTube, Shika sadaka yako, kuna namba inapita hapo, endelee kutuma sadaka yako na Mungu wa yaspi akubariki. Asante Baba wa uweza, Mungu mtakatifu na muumbaji wa mbingu na nchi, tunakushukuru Baba kwa neema yako yote na kwa yale yote ambayo Mungu umesema nasi mahali hapa. Tunakushukuru Baba kwa maana Mungu tumesikia na Baba tumeelewa hata na yale yote Baba tuliyokwisha kuomba umekwisha kujibu na umekwisha kutenda Tazama Baba ni wakati mwingine tunapokwenda Baba kutoa matoleo yetu tukikushukuru Baba kwa ajili ya matendo yako ya ajabu, tunaomba Baba ukazitakabali sadaka zetu na kuzipokea kupitia jina lako Baba kama vile ulivyoipokea ile sadaka ya Habili. Tunaomba Bwana ukapokee sadaka zetu, unapopokea baba sadaka yetu, ukatakabali baba hata kazi zetu hata familia zetu hata baba hata uchumba tulionao mbele yetu. E Baba, utakabali takabali, Bwana, hata biashara hata mashamba hata mifugo e baba, ukatakabali katika jina lako baba na la mwana na la Roho Mtakatifu na kanisa la Mungu kwa pamoja.